Habari yako, naitwa Dr. Damaki, mmiliki wa kituo cha Song'wa Traditional Clinic, kituo cha tiba asili kinachotibu kwa kutumia mimea asili isiyokuwa na changamoto ya aina yoyote na isiyokuwa na kemikali. Watu wengi wamekuwa wakitibu sehemu mbalimbali maradhi mbalimbali na matatizo yamekuwa yakijirudia, lakini ni kwa sababu ya uwezo ama ubora wa dawa E, ambazo zinakuwa zinamaliza tatizo bali zinapoza na baada ya shida inajirudia. Eh, so Song'wa Traditional Clinic tunatibu magonjwa mengi kwa kutumia dawa hizi za asili. Kama wewe umekuwa unasumbuliwa na changamoto ya fungus sugu ama UTI sugu, tukushauri urudi kwenye kituo chetu, tuna dawa ambazo zinatibu tatizo kumaliza na si kutuliza tatizo bali kuondoa tatizo, tatizo lisiweze kujirudia. Lakini ufahamu pia, unapokaa na UTI ama fungus kwa muda mrefu inaweza ikasababisha ukapata changamoto ya PID. PID ni ile hali ya via vya uzazi kuvimba, wengine anaita uvimbe maji, na hali hii inapelekea mwanamke kuharibu homoni ni balansi zake, lakini kushindwa kupata mtoto. Na mwanamke unapokosa mtoto unakosa kujiamini kama ilivyokuwa kwa Sara alivyokuwa na mme wake Ibrahimu, alishindwa kujiamini kwa sababu ya kukosa mtoto. Lakini tumekuwa tukishauri kwamba kwa swala la kupatikana kwa mtoto linahitajika mke na mme. Maana hata Mungu alipokuwa akitoa agizo alisema, nendeni mkazae, mwijaze dunia. Nendeni, sio nenda. Maana yake agizo linahitaji ushirikiano wa mke na mme. Kama mwanaume pia una uwezo mdogo, mbegu zako ni dhaifu maana yake kwamba unakuwa hauwezi kutungisha mimba, maana yake mama, hata kama akiwa salama, basi mtoto hawezi kupatikana. Lakini pia, kama mama una changamoto ya hormone imbalance, una changamoto ya PID, bado huwezi ukapata mtoto. Lakini awezekana, baba una ugonjwa wa mshipa wa ingiri au baba uwezo wako katika safari na mwenzi wako unakuwa ni unaenda kwa kustukiza, basi uwezi ukampa mama mimba. Kwa ndio maana tumekuwa tukishauri kwa swala ya kupatikana mtoto, ni vyema wakapata huduma wote wawili, ili kuondoa changamoto hiyo. Tuna dawa yetu kwa ajili ya kuimarisha uwezo wa mwanaume wa mbegu zake za kiume, lakini uwezo wa mwanaume kwenda kuleta heshima, kusafiri na mwenzio safari nyingi bila kuchoka, sio uanze dakika mbili umefika safari, wakati mwenzio mama ndio anajiandaa kwa ajili ya safari hiyo. Mwanaume haikuletea heshima. Mwanaume unatakiwa usafiri sio chini ya dakika thelathini mpaka dakika arobaini na tano katika safari yako moja, ukiwa na mwenzi wako. Lakini kama asafiri dakika tano, dakika mbili, ni changamoto tuone nsomwa, tutatatua changamoto hiyo. Lakini mama mtoto wa mwenzio ni mtoto wa mwenzio. Kama una changamoto ya fangasi inajirudia mara kwa mara, pia PID inajirudia mara kwa mara, upate dawa yetu ya lonzwe itakupa heshima kubwa ya kuweza pia kuona ule mzunguko wako vizuri wa siku zako na kuweza kupata mtoto, hata kama una changamoto ya kwamba umri umesogea kidogo, lakini unahitaji siku zako hauzioni, unahitaji kupata mtoto. Kuna dawa yetu inaweza kuimarisha zile homoni zako, uziactivate na utapata vizuri, lakini pia kuna dawa nzuri ya kupata mapacha inaitwa Mbasa. Dawa hii inakupa sifa mwanamke, ya kupevusha mayai mawili na yanatubishwa, unapata mapacha wa jinsia yote unayotaka. Utawapataje? tupigie Song'wa namba, ina display pale chini. Lakini unawezekana, baba, una changamoto ya tatizo la kisukari, na kisukari inakufanyikia mwanaume, unakosa uwezo wao katika safari, lakini maumivu, miguu kuwaka moto, kufa ganzi vichomi, kongosho alifanye kazi ya kuzalisha homoni ya insulin kucontrol sukari. Tunao dawa yetu ya Song'wa ambayo ina uwezo wa kutibu kongosho lifanye kazi na kucontrol sukari yako. Lakini pia yawezekana kabisa una changamoto ya homa ya ini hepatitis B, ambayo imekupelekea umekosa matumaini na umeambiwa hakuna namna, tunasema kwamba kama ukuweza kuamini sehemu nyingine, tuamini sisi uweze kuona uwezo wa Mungu katika uwezo wa mimea asili. Hata tunaona kwamba Ibrahimu alikuwa kisafiri na wana wa Israeli walifika sehemu maji machungu, lakini Mungu alimwambia Musa chukua mti ule, tia ndani ya maji, maji akatakasika, wana wa Israeli wakapata kunywa maji. Kwa maana jambo usiona kwamba linawezekana katika wewe, amini kwa Mungu linawezekana kwa kutumia binadamu wale wale ambao wewe pengine huwadhanii. Tukushauri kwa namba zetu ziko za display pale, au mtandao wa kijamii unaona pale, uweze kusaidika afya yako chukumleta